Mahujaji wa matumaini. Matumaini hayakatishi tamaa. Karibu kwa masomo ya Misa takatifu, Dominika ya Ine ya Kwaresima, tuko mwaka C. Somo la kwanza, Yoshua sura tano mustari wa tisa a kisha mustari wa kumi hadi kumi na mbili. Wana wa Mungu waliingia nchi ya ahadi na kuadhimisha Pasaka. Somo katika kitabu cha Yoshua. Siku zile Bwana alimwambia Yoshua, "Siku hii ya leo nimeiodoa hiyo aibu ya Misri kwenu." Waisraeli walipokuwa wamepiga kambi yao huko Giligali jioni ya siku ya kumi na nne ya mwezi waliadhimisha sikukuu ya Pasaka katika tabarale za Yeriko. Nao wakala mazao ya nchi siku ya pili baada ya sikukuu ya Pasaka, yaani mikate isiyotiwa chacho na bisi. Siku ile walipokula mazao ya nchi ile, siku ya pili yake mana ikakoma. Kwa vile sasa waliweza kula mazao ya nchi ile, kwa kuwa Waisraeli hawakuwa na mana tena wakajilisha mazao ya nchi ya Kanani tangu wakati huo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana, Zaburi sura thelathini na nne mstari wa pili na watatu nne na tano sita na saba Kitikio ni mstari wa tisa a maneno ya kiitikio. Ojeni mwone jinsi Bwana alivyo mwema. Ojeni mwone jinsi Bwana alivyo mwema. Ojeni mwone jinsi Bwana alivyo mwema. Ojeni mwone jinsi Bwana alivyo mwema. Amtukuza Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itajisifu katika Bwana, wanyonge wasikia na kufurahi Ojeni mwone jinsi Bwana warivyo mwema. Tukuzeni Bwana pamoja nami, turi adhimishe jina lake pamoja nilimkimbili. ya Bwana akanis sikiliza, akaniokoa katika hofu zangu zote. Hojeni mwane jinsi Bwana alivyo mwema, tazameni Mungu mkafurahiwe. Huyu na nyuzo zenu zihuzunike. Mnyonge halilia naye Bwana kamsikiliza akamwokoa katika shida zake zote. Onjeni mwone jisi Bwana rivyo mwema. Somo la pili, Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 hadi 21. Mungu ametupatanisha naye katika Kristo. Somo katika barua ya pili ya mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu zangu, mtu akiwa katika Kristo ni kiumbe kipya; ya kale yamepita, mapya yamefika. Haya yote yanatoka kwa Mungu. Yeye ametupatanisha naye kwa ujumbe wa Kristo, akatukabidhi sisi kazi ya upatanisho. Yaani, Mungu ameipatanisha dunia naye katika Kristo, kusudi asiwahesabie watu tena makosa yao, akaliweka neno la upatanisho ndani yetu. Basi tumekuwa wajumbe mahali pa Kristo, kwa maana ni Mungu anayeonya kwa huduma yetu. Naombi tunalotoa kwa jina la Kristo, lilo mpatanishwe na Mungu. Yeye amefanya yule asiyejua dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili na sisi tuwe uadilifu wa Mungu katika yeye. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Somo la Injili mwinjili Luka sura ya kumi na tano mstari wa kwanza hadi wa tatu kisha mstari wa kumi na moja hadi mstari wa thelathini na mbili. Huyo ndugu yako alikuwa amekufa na amefufuka tena. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Ruka. Utukufu kwako e Bwana. Wakati ule watoza ushuru wote na wakosefu walimjia Yesu wapate kumsikia. Lakini Mafarisayo na waadishi wakanung'unika wakisema, huyu huwapokea wakosefu na anakula nao. Akawaambia mfano huu, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mdogo akamwambia baba yake, baba, nipe sehemu ya mali iliyo haki yangu. Basi baba akawagawia mali. Baada ya siku si nyingi mdogo huyo akakusanya vyote akaenda bali ugeneni alikotapanya mali yake kwa kuishi maisha ya uasherati. Alipomaliza vyote, njaa kali li iliingia nchi ile, naye pia akaanza kupata na shida. Basi akaenda kujiunga na mwenyeji wa huko aliyemtuma shambani kwake kulisha nguruwe. Akatamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe lakini hakuna mtu aliyempa kitu. Akajifikiria akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wana chakula tele, nami na ninakufa njaa? Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako, sistahili kuitwa tena mwanao, unitendee kama mmoja wa watumishi wako. Basi akaondoka akarudi haka kwa baba yake. Baba yake alimwona angali mbali, akamwonea huruma, akamkimbilia, akamkubatia, akambusu. Mwana akamwambia baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako, sistahili kuitwa tena mwana wako. Lakini baba akawaambia watumishi wake, upesi leteni joho maridadi, mkamvike, mtieni pete kidoleni na viatu miguuni tena mleteeni dama mnono mkamchinje, kisha tule na kufanya sherehe, kwa maana huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka; alikuwa amepotea naye ameonekana tena. Kisha wakaanza kufanya shangwe. Sasa mzaliwa wake wa kwanza alikuwa bado shambani, na aliporudi na kuikaribia nyumba alisikia vifijo na ngoma Akamwita mmoja wa watumishi akamuuliza, kuna nini? Naye akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama mnono, kwa sababu amempata tena salama. Akakasirika, na alipokataa kuingia nyumbani, baba yake alitoka nje na kumsihi. Akamjibu baba yake, tazama, miaka mingapi nimekutumikia tena sijafuja amri yako hata mara moja, lakini hujanipa hata mwanabuzi nifanya tafrija pamoja na rafiki zangu. Lakini huyu mwana wako aliyekula mali yako pamoja na makahaba, aliporudi umemchijia mara dama mnono. Akamjibu mwanangu, wewe umekuwa pamoja nami siku zote na vyote nilivyo navyo ni vyako lakini sharti tufanye shangwe na furaha, kwa maana huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka tena, alikuwa amepotea naye ameonekana. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.